Naitwa Lugi na hii ni Lugi Podcast na kwa wale mnaopenda kunifuata niombe mnifuate kwenye Lugi Podcast Facebook na Lugi Podcast YouTube na Lugi Podcast kwenye Instagram. Kwa siku ya leo ningependa kuongea swala la uh, domestic violence au uh, yeah, domestic violence, na hasa kwa upande wa wanawake jinsi wanavyo abuse wanaume, kwa sababu mara nyingi tukiwa tuna tunaongelea hivi vitu, na mifumo yetu jinsi ilivyo, mifumo mingi inakuwa inaongelea kuhusu wanaume, kwamba sisi ndio tuna abuse wanawake, au kuna domestic violence upande wa wanaume towards wanawake. Kwa hiyo, na inaonekana kwa wanawake, wanapewa sana kipaumbele kwenye hili swala la kwamba wao wanaonewa na wanaaswa kwenye mahusiano yao, upande wa mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke. Mara nyingi ndio inavyosemekana hivyo, lakini kwa mimi nina upeo wangu kidogo tofauti nimeuona. Sija, sikatai kwamba wanawake hawa hawako abusi na wanaume, lakini vile vile kuna wanawake wengi, asilimia kubwa tu ya wanawake wana abuse wanaume. Kwa hiyo kwa hilo ningependa labda nianzie uh, nitoe mifano yangu miwili mitatu, jinsi gani abusi ni, ni, eh, ni, ni, ni, ni, ni mada kubwa sana kuiongelea. Na kuna vitu vingine vinatokea automatically, mtu hufikiri kama hii inakuwa ina, ina, ina kwenye, kwenye grupu la abusi. Kwa hiyo nataka tu nitoe mifano yangu najua kuna wengine inaweza ikawagusa kwa njia moja au nyingine, lakini huo ndio ukweli. Na mi naongea kama mwanaume kwamba sijavipitia hivyo, nimevishuhudia kwa upeo wangu na kwa umri wangu ambao Mwenyezi Mungu amenipa. Mpaka saa hizi nimeona haya matatizo kwamba wanawake wengi sana, na hasa kwenye dunia sasa hivi, wanakuwa wanawabiuzi wanaume wao, kama ni boyfriend, au anamwabiuzi mme wake au anabuzi rafiki dunia kama inabadilika, wanaume wanawake wengi siku hizi napenda na kutumia lugha lugha, yani wenyewe ndio wanakuwa ndani ya nyumba, ndio wanavaa suruali, alafu wanataka wanaume wavae magauni. Kwa hizo roho zinakuwa zinabadilika. Ha, kwa na, kwa nini nimesema hivyo? Nakupa mfano mmoja kama kwamba ukianza upande wa mahusiano unaweza ukakuta tu mzee ametoka kazini amefika au amechelewa kuja kutoka kazini, labda mama alikuwa anasubiri ana, mzee anafika muda fulani, akakuta tu mzee amechelewa kutokana na jinsi yeye anavyojua. Lakini kitendo cha kwamba badala ya kuanza kuongea na, na, na, na si niseme mpenzi wake au mzazi mwenzake, ile tu kwamba kwanza mwache kwanza atulie, lakini unakuta mtu huyo mzee uwezijua ametoka kwenye siku yake ilikuweje sasa anaingia ndani ya nyumba, unashangaa mtu tayari anaanza kumwataki kwa njia moja au nyingine, hata muulize kazi iliendaje au siku imeendaje, au basi msubiri huyu mzee aende akaoge, atulie, mwanze kuongea. Na upande mwingine unaweza kukuta kuna situ, au unaweza kukuta unafika nyumbani unapewa chakula chakula baridi. Hakuna chakula kimepikwa hapa toka asubuhi asubuhi. Lakini uweze kukuta unakuta mwanamke naye sana amechoka na ana shughuli yake. Wakati ukiangalia, tuliko toka sisi wazazi wetu hawakuwa wamepitia yote hayo, lakini kidogo kulikuwa kuna ile kitu wazungu wasema submissive, kwamba unakuwa kidogo unatoa heshima ndani ya kwenye mahusiano. Kingine ambacho sasa ukianza unakuta mtu ameshaingia huyo baba ana frustration yake ya kazini, ametoka zake kazini, anafikiria you know what, narudi nyumbani. Nyumbani ni sehemu ya amani, nyumbani ni sehemu ya furaha, nyumbani ni sehemu ya kupumzika. Sasa anafika nyumbani, anakuta mama amenuna. Ukimwangalia kwanza, mama hata kama yani amenuna, hakuna nyumba, unaweza kukuta chafu nyumba, unaweza kukaikuta labda haiko kwenye mazingira kila, maf, mazingira rafiki. Sasa basi tayari pale mzee anamepata shida, ana matatizo yake ya kazini, eh, wewe fikiria, amechoka na matatizo aliyopata, anakuja nyumbani, naye mama ana matatizo yake ya nyumbani. Kwa chochote kinachotokea baada hapo, unakuta mwanamke tayari anaanza kumwataki. Mara nyingi nimeona anaanza kumhataki mwanaume kwa, kwa njia zake, anatafuta tu sababu, ili mradi tu aanze kuongea na kwanza kuna nini, na nimeona utakuta kuna afna, hasa naongea kwa upande wa huku e, uh, nchi za, za ugaibuni unakuta mwanamke anajua kabisa system ya wazungu inawasikiliza wao. Namaanisha gani? Inawasikiliza kwamba akipiga simu sahizi au anaweza akaongeza ak ak sauti yake anakufokea na wee, labda ukafoka, lakini next door, neba wako akisikia kwamba, ah, mama fulani na baba fulani wanashautiana, tayari anaasiumu kwamba mwanaume ndio mwenye makosa. Sasa yule mi nimeona, nakua mfano mmoja. Kuna mshikaji namfahamu ye, yeah, alikuwa na, ana mahusiano na, na mtu wake mpaka sasa, lakini wanakaa pamoja. Wakafokeana waka wakafokeana wakafokeana back and forth, mwanamke akaja anataka kumpiga jamaa. Jamaa akamdaka mikono kama wanasema yani, akamdaka mikono na kumkataza kwamba acha kufanya nini, kunipiga. Ye mwanamke alipomwachia pale, huko anapiga makelele lakini mwanamke akaanza kupiga makelele kwamba una una una, una ninyonga, kwamba una ninyonga, una ninyonga. Alipomwachia akatoka akapiga simu polisi, kupiga simu polisi. Polisi walipokuja cha kwanza hicho kifanya, wakamweka jamaa pingu, kumweka pingu. Mwanamke anasema bwana, jamaa amenichunga, ame, ame, ni chung, ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame, Jamaa siku akalala jela. Kwa kesi inaendelea mpaka tunapoongelea hivi ili so, mpaka sasa hivi. Lakini kumbuka mwanamke atakuwa na kwa anafanya kumpiga mwanaume. Sasa tatizo ni kwamba system zilivyokaa sasa hivi yani zinaonyesha kabisa kwamba wanawake ndio victim. Wakati kuna wanaume vile vile na wenyewe wakawa nini ni victim, lakini kusikilizwa mpaka uwe na proof, labda uwe na useti videos au useti uh, audios zote za kuweza kufanya kusupport A hoja yako ili waweze kusikiliza lakini, uh, your word against her word against ni vitu vitu tofauti, lazima utaonekana nini ag aggressor. Kwa hiyo hiyo swala nimeliona sana kwa sisi um, na ni mataifa yote kwa wazungu na kwa wa, wa watu weusi, hilo swala limekuwa ni swala kubwa sana, na ndio maana unakuta mahusiano mengi hayawezi kudumu. Kwa sababu kila mtu anataka kushindana. Ndakupa mfano mwingine ambao nimeona uh, na hasa kwa upande wa nchi kama Uingereza unakuta kuna wamama wengi wametoka miaka ya nyuma, si sasa hivi, wamehamia Uingereza, wametoka kwa majumbani, wamefika Uingereza na familia zao na na baba na mama wote me, wamehamia Uingereza, kitu ambacho kinachokuja kinacho ku hii ku, ku trigger kitu, unakuta mama ametoka nyumbani akiwa ni housewife, na kule alikuwa anategemea 150% mwanaume ndo anaeleta ana support familia, na analeta hela kwenye familia. Yeye kazi yake ni kutokea familia na hakuwa hakuwa na tatizo lolote wakati akiwa nyumbani. Amekuja nchi za ughaibuni, guess what, ameanza kupata vitu anaita hizi benefit hizi za welfare benefit kwa sababu yeye ni mama wa watoto, labda ana watu wake wawili watatu, anapata benefit, serikali inampa benefit zile za kwa nini za kulea familia. Na kwa sababu ameenda kwenye serikali, amesema yeye sio, hajaolewa, yeye ni mwanamke peke yake, kwamba ni, ni single mama, ana watoto wake watatu wanne, kwa hiyo. Lakini ana bwana, ametumia kigezo hicho kwa kutaka kufanya nini? Ili aweze kupata pesa kutoka kwa serikali, aonekana kama ni mpweke, yuko peke yake. Sasa basi anakuja napewa nyumba, anapewa hela ya kila wiki, sio ya kila mwezi. Basi maisha yanakuwa yanakwenda, lakini mme wake iko ndani ya nyumba. Sasa basi, unakwenda unashaanza kushangaa, ule mama anaanza kuota mapembe, anamwona yule bwana hafai tena, kwa sababu anaona kwani unanisaidia nini? Mimi na nyumba iko kwa jina langu, e, pesa napata kwa wiki nzuri tu, kama unavyotengeneza, wewe unafanya kazi yako, wala sikuhitaji sasa unakuta sasa pale mwanaume, mwanamke anaanza kufanya nini? Kumwabuse yule baba, anamkaripia mbele ya watoto, anafanya nini mbele ya watoto? Wakati hicho kitu kwa sisi wanaume, huwezi mwanaume yote, huwezi ukamkaripia mbele ya watoto wake, kwa sababu mwisho wa siku hawa ni watoto, na sisi wanaume tuko tuna igo yetu, na vile vile huwezi ukaja mwanamke akakufokea mbele ya watoto wako. Yaani ni sasa umemvua ume wake Kwao nimekuta nimeona hiyo kitu kwamba, kwa kwa nchi za Europe kuna haya matatizo ni mengi sana. Wengi wao wow, walioka wametoka nyumbani wameoana, wakishafika nchi za, za ugaibuni, ndo inakuwa imeisha yote, kwa sababu mwanamke sasa anajiona kwamba hamhitaji yule baba, kwa sababu anafanya nini, anapata kipato chochote kwenda kutoka serikalini. Hilo swala ni ambayo na unakuta ndoa nyingi hal, yani hazidumu. Kwao unakuta wanawake wengi sana na hasa Europe, yani ukiangalia na mtanisamee, wengi nyumba zao zimeharibika, kwa sababu kisa ana nyumba anapata hela yake ya kila wiki au ya kila mwezi, yeye kazi yake anatotoa tu watoto, akitegemea kwamba demo anapopata watoto na demo anakuwa anapata nini, hizo hizo benefit kutoka kwa kwa kwa upande wa serikali. Hiyo moja. Swala lingine ambayo, nimekuja kwa mimi mwenyewe nimekuja kuliona kutokana na opportunities za sasa hivi jinsi zilipo, zilivyo kwenye dunia sasa hivi Wanawake of course wanasoma, wanawake wana, wana, wana karia zao nzuri, wanawake wana, wana kipato kikubwa, uchi vizuri, hakuna tatizo so yoyote, lakini unapomkuta mwanamke ana kipato kumzidi mwanaume, ndio kuna wengine wanaweza wakaaga kwamba tu wanaume tunakuwa insecure. Mi sidhani kama hiyo ni, ni, ni, ni, ni issue. Unakuta mwanamke anataka kuonyesha maso kama mwanaume kwamba yeye ndio yani ndio amevaa suruali ndani ya nyumba. Nitakupa mfano mmoja. Na, na, naomba wengine kwenye comment mtaongea. Unaweza kukuta mwanamume umemsupport mwanamke kwa miaka kumi na tano au miaka kumi au hata miaka mitano, unamlipia kila kitu, afanyi kazi afanyi chochote. Umekwenda mwanamke labda naye kayaba kasoma, umemsupport umemsomesha, labda au amejisomesha, amepata kikazi chake, anapata amount nzuri ya pesa kitendo cha kwamba amepata amount ya fizu ya pesa, mnakuwa mkopoa kijana pia ana kipato na wao na kipato, mnachanga kipato chenu watu wawili. Sasa basi, ukitaka kuona matatizo yanaanzia wapi, ile siku wewe umepoteza kazi kama mwanaume. Mwanamke labda, imekuchukua muda wewe kupata hiyo kazi yako unaoitafuta. Yani kitendo cha mwanamke kwamba wewe uko ndani ya nyumba, ametoka kazini, wewe uko nyumbani hajui kama wewe upo nyumbani mda, katika huo muda ulikuwa unatafuta kazi unafanya nini, hajui. Lakini kitendo cha kwamba amekuona umekaa nyumbani tayari, hiyo tu, akisha ingia ndani ya nyumba, ameona tu kuna tatizo hilo. Matatizo yanaanzia hapo, akijua kwamba yeye sasa anajiona yeye ndio bosi na wewe na kwa, kwa anataka kuamlisha baada ku, bado kuheshimu kama mwanaume wake au bwana wake, e, sijui e, baba watoto anataka ku stretch zile maso kuonyesha kwamba yeye ndo ana run the show. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, hiyo ndio tofauti kati ya mwanaume. Sisi wanaume unaweza kumsupport mwanamke au mke wako mpaka siku ya kufa. Lakini zile tables zikibadilika tu, utashangaa mwanamke anaanza kuonyesha attitude za ajabu, anaanza kwa... Sasa hiyo hiyo, na hapo sasa anaanza mwingine anaanza kukwambia nini? Ondoka nyumbani kwangu. Tayari leo hii ni nyumbani kwake, sio nyumbani kwetu, ni nyumbani kwake. Na hapo hapo anakuambia tena uondoke ni, niachie watoto wangu. Sasa kwani wa watoto wametoka hapo watoto yaani wa, wamekuja wa, wa, wa, wa tu kama wewe ungekuwa peke yako. Nataka watoto, mbona ukuweza kupata watoto kabla ujawa na mimi? Toka lini? Yani hivyo vitu, watoto wametokana na watu wawili. Leo hii wanawake wana tabia kusema watoto wangu, watoto wangu. Wanakuambia wewe uondoke, haya wewe unaondoka, anasema hawa ni watoto wangu. Kwa hiyo ni yote ni party afanya nini hiyo yote, mimi kwa mimi naita ni abuse kwa sababu kwa sababu mtu tu amepata kipato na yuko na na, na, na watoto au mna watoto, mtu anakufukuza nyumbani, wakati nyumba hiyo ni ya kwako, lakini akijua kwamba serikali itamfavor yeye kwamba wewe uondoke na yeye abaki na watoto, na bado hapo hapo utoe hela, uto matumizi ya kila mwezi kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo hilo yaani, vitu kama hivyo unakuta yote ni ni party ya domestic eh, abuse ambao wanaume huwa tunapata na wanaume wengi wanakuwa wan, wan, wana, wanafanya nini, wana, wana experience kwenye maisha ya sasa hivi, na, na kwa mfano mwingine, labda hata watoto wakiwa wame, unakuta tu, sasa watu wanashindwa kuelewa kitu kimoja, kwamba wazazi wanapokuwa na matatizo kama hayo, watoto wanakuwa wanasafa kwa njia moja au nyingine. Unashangaa tu na wewe watoto, ah, kumbe hii kitu ni sawa kumpokea mwanaume au kumpiga mwanaume kibao ni kitu sawa, au kufanya chochote kwa mwanaume, au hata kupigana tu kati ya mama na baba, wanaona ni kitu cha nini cha kawaida, kwa sababu mbona babangu. Na kwa wale watu wanaoamini mambo ya kunaita wale wa ulimwengu wa giza au mwingi wa kiroho, sio ni mambo, vitu kama hivyo, vile vitu usipoangalia kwa watu, uh, tunaoamini vitu kama, usipoangalia vinakwenda baada, yaani una vipasi kwenye watoto wako na watu wengine wanakuwa wanafuata kule, kwa sababu bila hivyo, kwa sababu ile kitu cha kuona mtoto ni sasa, mtoto watoto wao wana, wana brain yao kama sponge, anapozidi kuona vitu kama vinatokea vina kwenye familia naye anaona no, na kumbe, mbona hii kitu ni poa, naweza na mimi kesho na kesho, naye anakuwa na kwenye mahusiano aina yote anafanya vile vile, kwa sababu ume, ametoa kutoka kule kule nyumbani alikotoka. Ni sasa sana, hata wanaume, kuna wanaume wengi sasa hivi unakuta wanapiga wanawake mi wakita kumwanaume kumpiga mwanaume kumpiga mwanamke, to me it's a weak move. Kwa mimi, navyo navyo ninavyojua mimi, kwa kwa upeo wangu na kwa imani yangu, kwa sababu wewe mwanaume na misuli yako na nguvu yako ambayo amekupa Mwenyezi Mungu unaenda kukipiga kiumbe dhaifu. Mimi kwa sababu najua mwanamke ni dhaifu, dhaifu sio so, kwa kwa ubaya, dhaifu physically, dhaifu unampiga unategemea upate yani, unategemea upate outcome gani? Kwa sababu kitendo cha kumpiga mwanamke, mimi nikifikia kiganja changu nikaweka kwa mwanamke ni sasa sana kusana nataka ni muue, na Mungu apishie mbali. Sijawahi kufanya hiyo kitu, hakuna mwanamke ameshemesha kumpiga mko, kuweka mkono wangu tu, kwa mwanamke wangu. Kwa hata wanaume vile vile wanapokuwa wanafanya vitu kama hiyo kwenye majumba yao, wanakwenda wanategemea kwamba watoto wao wawe a good season au the good good good human being or good wife good husband. Sidhani kama hivyo vitu vinachangia uh, vina, vina yani vinachangia tu kuwa watu wazuri zaidi ya kuwa watu wabaya. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa upeo wangu unavyojua mimi na jinsi ninavyoona inabidi tujaribu sana kujitahidi kwa sisi familia zetu na hasa familia zetu za Kiswahili hizi kujitahidi kuwasiliana kuliko kufanya nini kukomoana. Unaona, kwa sababu bila hivyo sidhani kama tunaweza tukaendelea kwa njia moja au nyingine, na zaidi hao, tunakuwa tunaleta matatizo kwa watoto wetu, na unakuta, kama nilivyosema mwanzoni, familia nyingi zinakuwa zinafanya nini, zinasambaratika. Kwa sababu ya nini? Ya wanawake kupiga wanaume. Ndio kuna wanaume wanapiga wanawake, lakini mada ya leo, wanawake wengi wanakuwa wanapiga wanaume wao, na vile vile system iliyotengenezwa inawasaidia, kwa sababu akiongea yeye, akilia tu wengine wako ni kama ma-actress wanapaswa, kuna wanawake wengi wanapaswa kuwa Hollywood. Yani, anaweza kapiga kelele hapa, kapiga yoe mpaka mtaa wa saba ukasikika, na anakuja mtu wa polisi, akiingia ya hapo, anaona he, huyu mama kweli amepigwa, lakini kumbe yote ile iko ni ameact bonge ya movie. Kwa muda mfupi anaonekana kama ni victim, wakati yeye ndio ndio aggressor. Nataka nimeza tu mfano mwingine mmoja, nishamwona mtu sio, nimemwona, kuna mtu tena namjua, alishashikiwa kisu, aliwekewa kisu kooni kwamba ebana, yani, ukimuvu tu mimi nakumaliza. Alishakatwa sehemu ndogo, lakini alishawekewa kisu kooni kwa, mtoto, kwa, kwa, kwa mama amemwekewa kisu kooni. Kwa hiyo at the end of the day bado anakwenda kwenye upande wa custody, mama anapewa watoto, baba anaenda kutafuta chimbo lake lingine, maisha anaendelea kwao. Kwa ufupi hiyo madangu ya leo, na, ne, kwa leo nitaishia hapo, lakini ningependa usisahau kunifuata kwenye Instagram Lughie Podcast, na kwenye YouTube Lughie Podcast, Facebook Lughie Podcast. Asante sana and um, peace out.